Mzigo wa namna hiyo ninazungumza, mzigo ambao umeubeba kwenye maisha yako. Kuna mizigo mingine unaweza ukaibeba kwenye maisha yako, hiyo mizigo ambayo umeibeba wakati mwingine ndio iliyotuleta hapa Majevu. Majevu, machezo hatuchaja kuuza sira, hatuchaja kujionyesha kwamba tunajua sana, hatuchaja kuonyesha kitu chochote. Tumekuja kuleta habari za huyu Yesu Kristo ambaye anaweza akakutua mzigo ulio nao. Unaweza ukauliza mtumishi wa Mungu, unaposema mzigo unazungumzia nini? Unaposema mzigo ni kitu gani? Napenda nikwambie chena, leo mzigo ninaozungumzia hapa ni mzigo wa dhambi. Dhambi huwa inatesa dhambi. Hakuna mzigo mbaya kwenye maisha kama dhambi. Wako watu wengi ambao wamebeba mzigo wa dhambi, na wengine wanajua ya kwamba ubeba mzigo wa dhambi na wengine wajui ya kwamba ubeba mzigo wa dhambi, na ndio maana leo tuko hapa tunawaambia watu wa Majevu ya kwamba iko mizigo ambayo wewe mwenyewe wakati mwingine inakutesa. Haleluya, haleluya, haleluya, haleluya. Naweza nikasema mzigo na mmojawapo, pale kuna watu ambao wamebeba mzigo wa uchawi, wengine ni washirikina, wengine ni waganga wa kienyeji, wamebeba